no ya msingi ya kuzingatia wakati wa kuandika skripti kwa ajili ya tangazo. It's your favorite director. Naitwa Director Bantu wa T Media. Baki nami. Namba moja, intro. Hakikisha unatengeneza intro nzuri kwa ajili ya script yako. Intro ndio sehemu ambayo you can grab attention kutoka kwa audience. Kama utakosea kwenye intro, basi ujue tangazo lako watu wengi hawatalitazama. Na hapa, mara nyingi unapaswa kutumia catching words, maneno ambayo yatamvutia mtazamaji au msikilizaji wa tangazo lako. Kwa mfano, haya haya hayawi hayawi haya, yule uliokuwa ukimsubiria, hii ni babu kubwa, na maneno mengine kadha wa kadha. Hii itamfanya msikilizaji au mtazamaji wa tangazo apate hamu ya kuendelea kusikiliza, kwa sababu kuna maneno yanampa maswali msikilizaji, ambayo yatamfanya aendelee kusikiliza tangazo au aendelee kutazama tangazo. Namba mbili, mainbody. Mainbody hapa ndio kwenye ujumbe wenyewe unaohusu tangazo. Kwa hiyo hapa kutakuwa na